Hapo i think you got me, umenipata hapo na umenielewa about knowledge. Sulemani akaomba akili, Sulemani akaomba maarifa, na ilikuwa ni ombi jema kwa sababu nyuma yake kulikuwa kuna jopo la watu, wale watu walikuwa wanaangalia waongozo na kiongozi. Mfano, ukisoma 3:16, hiyo Wafalme wa kwanza 3:16, tunaona product, product ya maarifa, product ya maarifa. Nasoma kidogo, inasema ndipo wanawake wawili makahaba alimwendea mfalme wakasimama mbele yake, na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa tuna, tuna, tuna katika nyumba moja, nami nilizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha sikuwa siku ya tatu baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja naye, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani mwake isipokuwa sisi wawili tu na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni mwangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi alipomtazama sana hata sibuni nilipo mtazama sana kumbe sie mtoto wangu. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wangu ndiye ali hai na mtoto huyo ndiye alie mtoto wako ndio alikufa. Na mwenzako akasema mwenzake akasema, sivyo bali mtoto, mtoto wako ndio aliekufa. mm -hmm, na mtoto wangu ndiye ali hai. So, hapo ulikuwa ni mfano wa kuonesha product ya lile jawabu alilopewa na na Mungu. Sulemani aliomba hekima na maarifa ili aweze kuongoza kundi. Asa, ikatokea sasa wakaja wa wanawake wawili ambao walikuwa na scenario mbili tofauti. Wakasema kwamba mimi nilizaa mtoto wangu siku ya leo, nilizaa mtoto wangu, kesho yake akazaa mwanamke. Sasa ikatokea kumbe, usiku w mwanamke jirani akawa amemwalea mtoto wake siku ile ule, kumbe tuko tukiishi katika jumba moja. Usiku ule akaja akaiba mtoto wangu, akaja akasema kwamba ni mtoto wangu. Sasa ile kesi nikamjia Mfalme Sulemani, ndio makesi hapo na kujia wewe, ndio ukuwa na authority, umepewa for this time. Wanakupima akili yako, au shetani anakuja kupima maarifa bila kuwa nayo. And this nowadays, kuna watu wana authority fulani na wanaleta makesi mengi, mengi, mengi, mengi. Wanakosa ile akili ya kubabadua hayo makosa, wanakosa ile akili na uwezo wa kubabadua yale makosa. Okay, tunamwona Suleimani, baada ya kusikiliza ye kesi, alichokiamua akasema, mleteni mtoto mmoja n tumkate vipande viwili. Ukisoma hapo chini utaenda, tumkate vipande viwili, kila mmoja agawane kipande kingine. Ndio akili aliyotumia Suleimani, lakini pale kitendo alichokuwa kifanya na orizi product ya maarifa, maarifa yanakuwa yanafanya risk taking, yanakuwa yanalenga kuangamiza kabisa. Lakini finally anataka muone mtu aliye sahihi na mtu mbovu hayuko sahihi, mtu aliyekuwa anakosa na mtu mbovu hayuko anakosa, so hilo ndo akasema naomba tumkate na lengo la kufanya, kufanya vile alitaka kuona yupi mwenye mapenzi na yupi hana mapenzi. Na fanya tunaona product, baada ya kutaka kwamba akate vipande viwili tunaona mbaya alikuwa ni nani mbaya alisema kwamba ni bora wote tukose, lakini aliyekuwa sio mbaya akasema ni bora mtoto huyo awe hai. Na finally pale Sulemani akasema, akagundua kwamba huyo aliyesema aliyeomba kwamba mtoto awe hai basi ndiyo mtoto wake, kwa sababu anajua uchungu wa mtoto aliyezaa mwenyewe. Okay, hapo ni kwa na kupa dodoso kidogo. nini maana ya akili na maarifa? Nini maana akili na maarifa? Okay. Ndio itampelekea aongoze kundi lake vizuri. Hiyo ilikuwa ni maarifa kidogo. Tuendelee hapa leo, ngoja tuzungumzie kipande hiki, kwamba tuje tuangalie kuhani aliyekuwa na maarifa, kiongozi aliyekuwa na maarifa, au somebody ambaye amepossess maarifa, mtu aliyekabisiwa maono, aliyekuwa na maarifa, au mwajiriwa aliyekuwa na maarifa, au kijana aliyoajiriwa alikuwa na maarifa a mtu na huduma yake ambayo ana maarifa. Okay, kwa mtu aliyekuwa na maarifa, kwani aliyekuwa na maarifa kwanza hatetereki katika kufanya maamuzi. Huduma yake itakuwa na huduma yake itapendwa na huduma yake itaonekana kubwa n ukija katika masuala ya kidini kuna watu wanatapatapa, n wanasema kwamba kwa mchungaji yule ndio kuna maarifa ya kutosha, kwa sababu leo hii, for example, ikitokea wewe umekumbwa na shida fulani hana hana maarifa na hiropepo hawezi kulitoa hiyo pepo, lakini ukikutana na kuhani ambao yuko ameshiba na maarifa, pepo lile lazima litatoka. ina inaodai, Nakumbuka katika wakati nasoma heirivo ni kutana na scenario moja kama hili, tukutana na scenario moja kama hili. Siwezi kusema kwamba ni dhehebu gani bali kulikuwepo na mwanafunzi mwenzetu alikuwa anakumbwa na shida ya kimapepo, ilikuwa inamwangaisha sana, always kila usiku lazima imgaragaze. Na yule mwanafunzi alikuwa katika dhehebu fulani ambalo lilikuwa ni jirani yetu, hasa ilikuwa ikimsumbua, na wale waliokuwa wakimfanyia maombi wanahangaika sana, wanatumia, wanatumia muda mwingi, lakini pepo zile zilikuwa hazimtoki. Lakini siku moja tukaletewa yule yule yule yule dada, alikuwa ni dada, alikuwa dada asiyekuwa na pepo, hasa tukaletewa ili tuweze kumfanyia maombi

weka upako katika kitu fran tuweka tuweka upako katika, alikuwa ni maji tu, just maji ya kawaida, alikuwa ni maji ya dukani. Tukaenda kununua maji ya dukani shilingi elfu moja kawaida, kama unavyojua, tuka tuka mimina anointment tukawe jaza upako tukacheza tamu ya Yesu Kristo, na finally tukachukua ile maji tukanyunyuza katika miguu yake, tukachukua ile maji tukanyunyuza katika kichwa chake. Mfano, ile pepo ikaanza kusema kwamba unatunguza unatunguza unatunguza. So hapo na jaribu ulikuwa ni kama mfano na mi because hmm, nilikwisha ku nilikwisha kushuhudia hicho kitu nd utakuta, kuna watu wanasema kwamba watu oh, wanatumia maji ya upako wanatumia ma mafuta upako ukutana na watu ukutana na watu wanaramika oh, kwamba mtumishi fulani anatumia maji upako mtumishi fulani anatumia mafuta ya upako. If that guys aijua kwamba that guys does not possess a knowledge. Majopako is just among of the way to, ni moja ya njia ya ku, tunasema ni moja ya njia ambazo Mungu anazokuwa amekufunuria ili kuondoa tatizo fulani. Ukisoma Agano Jipya, tunasema kwamba kulikuwa na birika

Yule anatumia maji kwako, kukutana na mtu namna hiyo, analalamika leave that guys. Tena mkimbie kwa sababu huyo mtu hana maarifa ya kutosha. Mtu kama una maarifa ya kutosha utajua kwamba if someone anatumia maji kwako au someone anatumia maji kwako utajua moja kwa moja ni kuhani, alikuwa na maarifa. So, sisi katika kipindi kile Mungu akatuelekeza kwamba tumia this margin, then nyunyuza katika akili yake, nyunyuza katika miguu yake, final purple finally maombi pepo litamondokaat andivyo tulivyofanya, aina lipepo nikamwondoka so, nilikuwa nataka ni kuoneshe two difference. Wale walikuwa na sumbuka ulile atumbuka likihangaika naye sana kuondoa lile pepo, lakini fainal hawakufanikiwa kuondoa. Walipokuja kwetu, wakafanikiwa wakafanikiwa kutatua tatizo la yule mdada, kwa sababu walikutana na the priest ambao tulikuwa tumekwisha kushiba maarifa jinsi gani ya kuondoa ile pepo yaani, walipo meet with us, walikutana na sisi tumekwisha kushiba maarifa na ndio maana fa tukaweza